mazingira ni vitu vyote vinavyotuzunguka vyenye uhai na visivyo na uhai. Vitu vyenye uhai ni pamoja na mimea na wanyama, lakini visivyo na uhai ni pamoja na hewa, maji na ardhi. Maisha ya viumbe hai wa kizazi kilichopo na kijacho hutegemea mahusiano mazuri kati ya watu na mazingira. Dunia huadhimisha siku ya mazingira ya Juni tano kila mwaka, ikilenga kuikumbusha jamii kupambana na kuitunza na kurejesha uhai wa ardhi iliyoharibiwa na kujenga mnepo dhidi ya kuongezeka kwa hali ya jangwa na ukame. Septemba 10, 2025, katika mkutano maalum wa viongozi, wataalamu na wadau wa mazingira kuhusu hali ya mazingira nchini, Makamu wa Rais Dkt. Mpango alisema hali ya mazingira nchini ni mbaya na wastani wa hekta 241,151 za misitu zinapotea kila mwaka. Rasimu ya taarifa ya nne ya hali ya mazingira nchini ambayo ipo katika hatua ya kukamilishwa inaonyesha kuwa hali ya mazingira nchini inaendelea kuimarika katika baadhi ya maeneo, pamoja na kwamba changamoto za mazingira bado zinaendelea kuikabili nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa upande wa utupaji wa taka, takwimu zinaonyesha kuwa tani milioni 7 za taka ngumu zinazalishwa nchini kila mwaka ambapo wastani wa tani milioni 3.5 ndio zinazokusanywa na kutupwa maeneo yanayostahili na zilizobaki hutupwa ovyo. Katika kuelekea maadhimisho hayo, mambo mbalimbali ya uhamasishaji katika kutunza mazingira hufanyika ikiwemo makongamano. Jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anakutana na vijana katika Jukwaa la Vijana na Mazingira ambayo limefanyika katika ukumbi wa maktaba kuu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Katika mazungumzo yake hayo, Majaliwa amezitaka halmashauri zote nchini zihakikishe kuwa zinaweka vituo vya kuchakata na kutenganisha taka ili zinapozalishwa ziweze kushughulikiwa kwa njia salama na endelevu, kwa lengo la kupunguza mzigo wa taka unaokwenda majalalani au kusambaa ovyo katika makazi ya watu. naomba nitoe maelekezo kwa taasisi zifuatazo na kila mmoja atakayeguswa na maelekezo haya aweze kuyafanyia kazi. Moja, halmashauri zote nchini zihakikishe kwamba zinaweka vitu, vituo vya kuchakata na kutenganisha taka ili kuhakikisha kwamba taka zote zinazozalishwa zinashughulikiwa kwa njia salama na endelevu, huku zipunguza mzigo wa taka unaokwenda majalalani au kusambaa ovyo katika makazi yetu ya watu kwenye miji ikianzia mpaka vijijini. Mbili, tena kwa halmashauri zote nchini zishirikiane na Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira kuandaa mipango ya kuwezesha jamii na vijana kushiriki kwenye biashara ya carbon, ambayo leo mtapata maelezo mazuri sana kutoka kwa ndugu zetu African Carbon Agency, lakini pia namna ambavyo mnaweza kushiriki kwenye biashara hiyo na kuweza kuona masoko yake huku kwenye taka zetu ambazo zipo tukatengeneza mfumo wa taka takarejea unaoitwa urejeshaji taka regea, taka, recycling ambayo pia inaleta manufaa na kuona plastiki unatengeneza uzi na vitu vya namna hiyo. Waziri Mkuu amesema jukwaa hilo la vijana na mazingira linalenga kuwaunganisha vijana kutoka sehemu mbalimbali nchini na kuwajengea uelewa kuhusu masuala ya utunzaji wa mazingira pamoja na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika kubuni na kutekeleza mikakati ya kutatua changamoto za mazingira nchini. Ndugu vijana, tunavyoelekea kuadhimisha siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni, ni muhimu kwa vijana kutambua nafasi yenu kwenye ajenda ya mazingira kupitia jukwaa hili jukwaa hili ambalo baadaye litakuwa na wataalamu watakaoanzisha mjadala mbalimbali litawezesha vijana kujua kuwa chachu, kuibua ubunifu, kuongeza uelewa, kushirikisha nguvu kazi ya taifa inakwenda kuendelea kwenda kuongoza katika kuhifadhi mazingira yetu. Lakini pia kongamano hili linaweza kuibua fursa za kiteknolojia ambazo zinaweza kuzitumia katika kukabiliana na uchafuzi wa mazingira hii ikiwemo na uanzishaji wa miradi mbalimbali mbali, miradi inayohitaji kupata zana za kufanyia kazi ambazo pia ni teknolojia ya kisasa au kuzalisha nishati kupitia mazingira. Uchafuzi wa mazingira ambao tunao leo hapa nchini tutachukua hatua mbalimbali ikiwemo na kuendelea kazi kwa masisha, matumizi, yani ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ambapo zaidi ya taasisi E, ambazo kadhaa sasa tumeanza kutumia. Hii ni moja kati ya njia ambazo tutazitumia kuhamasisha katika kuhifadhi mazingira yetu. Tuliagiza maeneo yote ambayo e, yanatumia upikaji au ukataji wa miti kupata kuni yabadilishe teknolojia hiyo, na tumeanza kuona mafanikio yake kwa upande wake Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamza Hamisi amesema serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, imeweka jitihada kubwa za utunzaji wa mazingira. Serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais imeweka jitihada nyingi katika masuala ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira, ili kwa pamoja kuanzisha kampeni ya upandaji miti, ambapo imeelekezwa nchi nzima kwa kila halmashauri kupanda miti isiyopungua milioni moja laki tano kila mwaka. Aidha, ofisi ya makamu wa rais imeendelea kuelimisha ama kuibua fursa zitokanazo na masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira kama vile biashara ya kaboni, urejeshaji wa taka. Sambamba na hilo, ofisi imekuwa ikiandaa kanuni, mikakati na miongozo mbalimbali ya usimamizi wa mazingira, mfano mwongozo wa 3R, kwa maana kwamba punguza, tumia tena narejeleza wenye lengo la kuimarisha na kusimamia taka nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutoa wito kwa vijana wenzangu mliokuwepo hapa na mlioshiriki katika kongamano hili kuchangamkia fursa mbalimbali mbali ambazo zinatokana na taka. Tulikuwa tunasema taka ni uchafu, ila sasa taka ni fursa, taka ni utajiri na taka ni suluhisho la vijana Kwenye mazingira. Ili kuhakikisha mazingira yanatunzwa, ni muhimu kuelimisha jamii, kupanda miti, kudhibiti taka, kutunza rasilimali kwa uangalifu, kufuata sheria za mazingira na kutumia teknolojia rafiki kwa mazingira. Kutoka Dar es Salaam mimi ni Zaituni Mkwama.